Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, karibu katika kipindi cha Yaliyojiri Ndani Ya Wiki katika runinga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Katika seshen iliyopita, nilikuahidi mwana wa Mungu kwamba historia hii ya mtumishi wa Mungu Nabii Mkuu Juu Leni siyo ya kumaliza kwa dakika chache, na wiki hii tumerejea tena tumerejea tena mwana wa Mungu, kuendelea kukufahamisha na kuendelea kukuza shauku na kiu ya kutaka kufahamu zaidi kuhusiana na mtumishi wa Mungu. Yapo mengi ambayo yalisemwa, yapo mengi ambayo umeyasikia mpaka sasa, lakini ninatumaini yangu kwamba yaliyojiri ndani ya wiki yanaendelea kukuhabarisha na kukupa taarifa ile ambayo unastahili kusikia msikioni mwako. Leo hii katika kipindi hiki tunakwenda kujifunza tena mambo mengine ambayo Roho Mtakatifu amekuandalia. imatumaini yangu utakaa nami kuanzia ya mwanzo wa kipindi hadi mwisho, waweze kupata kujifunza zaidi, lakini zaidi sana kuburudika na kufahamu haswa kuhusiana na mtumishi kuli wa Mungu, tukiangalia katika moyo wake utoaji, lakini zaidi sana sifa na kuabudu. Kuna yapi zaidi? simalize yale ambayo Roho Mtakatifu amekuandalia katika kipindi hiki. Karibu uweze kupata kusikiliza makala hii. Jina langu ni Mery Kopo, niko hapa kama mtangazaji wako. Karibu kila baraka ambayo Mungu amenistarehesha kanipa, furaha na wewe upate sehemu ya baraka hiyo kwenye maisha yako. Kama umepokea, sema nimepokea na imekuwa sehemu ya maisha yangu. Huyu ndiye baba na mtu pekee imara aliyesimama kidete kuhakikisha ofisi ya kitume na kinabii ndani ya mwili wa Kristo Tanzania na Afrika Mashariki na Kati zisimame na kuimarika, ila hali ya vitakali dhidi ya ofisi hizi zilizokumbana nazo. Ndiye mwanzilishi wa huduma ya kinabii na kitume Tanzania na matamasha ya muziki wa injili Tanzania, ambapo leo hii yanajulikana kama matamasha ya Pasaka au ah, mtoko wa Pasaka. Mnamo mwaka 1992 tamasha la kwanza lilifanyika, na mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani hayati Lyatonga Mrema katika uwanja wa taifa ujulikanao kama uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam, Tanzania. Jodevi ambaye ni manju wa gitaa zote hufanya muziki wa injili kwa ajili ya kutukuza kusifu ufahari wa serikali ya ufalme wa Mungu hapa duniani, siyo kwa ajili ya kuuza au kufanya biashara ya kipawa hiki cha roho wa neema, sifa na kuabudu. Balozi wa Kristo anamiliki bendi yake inayojulikana kama GD Skyjes, yeah, na hawapo jukwani uitwa Maestro GD, kundi huyu wa muziki wa ufahamu wa Mungu ni mtayarishaji, mtunzi na mwimbaji wa nyimbo za ufahamu wa Mungu. Hadi sasa ameweza kutoa santuri sitini na nyimbo kumi na sita akiwa na bendi yake ya GD Skyjazz. Huyu ndiye Joe Davi, balozi wa ufahamu wa Mungu au ukipenda muite baba wa muziki wa injili ya ufahamu wa Mungu hapa Tanzania. Huyu ndiye mpindua ulimwengu katika ofisi ya kitume unabii na katika roho wa neema sifa na kuabudu katika mwili wa Kristo Tanzania. Naona mimi naishi hivi ninavyoishi leo ni kupanda nilikopanda katika maisha, ni mbegu nilizopanda katika maisha. Haikutokea kibahati bahati, ni jinsi nilivyowekeza kwa miaka mingi ya kuwa na uchache au vingi, ni kudumu kuwekeza. Tutadumu kuwekeza mpaka Yesu atakaporudi. Balozi na mwakilishi wa ufalme wa Mungu Joe Devi anaoupanga wa roho usimao, tunakuwa tunapowasaidia wengine kukua. Tumeinuliwa kuinua wengine, tumeokolewa ili kuokoa wengine, tunathaminiwa kwa wathamini wengine, tunapata kwa kutoa, tunavuna kwa kupanda. Hakika utoaji ni asili yake. Utoaji ni jadi yake. Utoaji ni njia ya udhihirisho wa utajiri, ustawi na utukufu wa mfalme na Bwana wetu Yesu Kristo. Balozi Jude David anauishi ufalme wa Mungu duniani, maana ipo kauli kwa lugha ya Kimombo isemayo kwamba you can't meet God in giving but we preach or reveal God through giving. Kwa kuuelewa usemi huu, balozi na mheshimiwa Jude David mwanzilishi wa taasisi ya Joe Davy Lighthouse Foundation ambapo kupitia taasisi hiyo ameweza kugusa na kubadilisha maisha ya watu wa rika na jinsi mbalimbali mbali kama vile watoto yatima na waishio katika mazingira magumu kwa kuwapa fedha vyakula mavazi afya na ada moyo wake wa utoaji umewagusa wafungwa katika kushiriki ujenzi wa gereza kuu la Arusha Kisongo moyo wake wa utoaji umewagusa vijana kwa kuwapatia bajaji na kuwapa mitaji kwa ajili ya biashara zao. Wajasiriamali mbalimbali nao wameguswa na moyo huu. Moyo huu wa utoaji umewagusa watumishi mbalimbali mbali wa ufahamu wa Mungu kwa fedha, usafiri, vifaa mbalimbali vya huduma na ujenzi wa makanisa. Balozi Jodevi, pamoja na kwamba amekirimiwa na Roho Mtakatifu karama ya uponyaji za magonjwa mbalimbali na kila udhaifu moyo wake wa utoaji umeigusa pia sekta ya afya ambapo ameshiriki katika ujenzi wa maabara. Pia vikundi mbalimbali vya wasanii wapiga picha, waigizaji na wamiliki wa studio wameguswa na moyo huo wa utoaji. Mheshimiwa Geordavie ni mfano wa kitabu ambacho kimegusa kila nyanja ya maisha ya mwanadamu, ambacho ukianza kukisoma hauwezi kukimaliza, maana si madhabauni tu hata nje ya madhabahu anaendelea kubadilisha maisha ya watu na vizazi vyao. Hakika huyu ndiye balozi wa ufalme wa Mungu duniani anayesimamia na kuyatafsiri maono ya ufalme wa Mungu katika maisha ya wanadamu na kuleta tabasamu la matumaini la maisha ya ufalme wa Mungu. Mungu akupe kuona furaha ya kumtumikia Mungu. Akupe kuona nuru mbele yako. Giza lolote lisiwepo mbele yako mbele! Kitu chochote kilichopangwa kama giza kitoweke mbele yako mbele! Nuru yako izidi kuangaza mpaka uwe mchana mkamilifu mbele! Ambao kila mtu atatamani kuwa katika mchana huo mbele! Baraka hizi zikufuatilie wewe na uzao wako katika maisha yako. Imekuwa kwako Case closed. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya pili ya makala hii ya historia ya mtumishi wa Mungu, nabii mkuu Geordavie. Usiache kutufuatilia wiki ijayo kwa sehemu ya tatu ya historia hii ya mtumishi wa Mungu huyu. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya Mchungaji Ernie Mbala na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe, katika kipindi hiki cha Yaliyojiri Ndani Ya Wiki. Huyo ndio Nabii Mkuu Geordavie. Tumefahamu hakika huduma ile ya roho wa neema, sifa na kuabudu iliyoko ndani yake kwa nguvu kubwa. Hata kutunga santuristini sio kazi ndogo, lakini naamini ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yake aliyewekeza kitu cha thamani, ameendelea kumpa ule uwezo wa kuendelea kufahamu na kutunga nyimbo hizi zote kulingana na ufahamu ule ulioko ndani yake lakini zaidi sana kwa moyo wake wa utoaji. Ni matumaini yangu umeona moyo wa baba ulivyofunuliwa kupitia mtumishi wa Mungu. Ni sina la kuongeza zaidi ya hayo ambayo umeyasikia katika kipindi hiki siku ya leo. Tutane tena wiki ijayo, lakini naomba nikusisitizie kwamba usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe kipindi hiki. Ukiwa na maoni mirejesho, naomba tuandikie kupitia namba ya simu iliyoambatana na video hii au comment section katika televisheni hii ya Sonship Spirit katika mtandao huu wa YouTube au pia unaweza kutembelea mtandao wetu ya kijamii katika Instagram ya Yaliyojiri ndani ya wiki. Hapo tunaweza kupata ufahamu zaidi kuhusiana na vipindi vyetu, lakini zaidi sana utuandikia ya maoni yako, nasi tutaweza kupokea ujumbe wako moja kwa moja. Tukutane tena wiki ijayo, ulikuwa nami Mary Kopwe kama mtangazaji wako, na kutakia siku njema ya furaha, amani na kicheko kwa heri.